Hakuna mwananchi ambaye atashindwa kupatiwa matibabu kwa kukosa fedha. Wastani kwa mwaka, kwa hospitali ya taifa Muhimbili pekee hutoa msamaha usiopungua bilioni kumi na tisa. Ndugu washiriki, kutokana na kwamba serikali imeweka utaratibu wa kutoa msamaha kwa wasio na uwezo, maelekezo yangu kwenye hili ni kusimamia kikamilifu utekelezaji wa maelekezo ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yanayohusu ahadi zake kwa siku mia moja akiwa kazini. Katika maelekezo yake, alielekeza hospitali zote nchini kuacha mara moja kuzuia maiti, kuacha mara moja na hospitali zote nchini kuweka utaratibu maalum ni namna gani wataweza kupata fedha zilizotumika kumhudumia mgonjwa hadi kufikia hatua ya kifo. Hospitali ziweke utaratibu utakaotambuliwa na Watanzania. Lakini kuanzia sasa, maelekezo yangu kwa hospitali zote nchini Kuanzia hospitali hii ya taifa, hospitali za kanda, hospitali za mikoa rufaa, hospitali kule chini zinazosimamiwa na halmashauri zetu, hospitali za wilaya, hospitali za halmashauri, kwenye vituo vya afya kote nchini, maelekezo ya mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuacha mara moja kuzuia mi ma ma mili kuzuia maiti katika maeneo yao. Sitegemei baada ya leo kusikia popote nchini watu wameshindwa kwenda kuzika kwa sababu tumezuia maiti. Wekeni utaratibu, ni namna gani mtaweza kurejesha fedha iliyotumika kumhudumia mgonjwa. Lakini katika eneo hili ziko taarifa hizo usisikie. Ziko hospitali ambapo wagonjwa wanakaa muda mrefu bila kuhudumiwa. Wengine wanasubiri upasuaji, wanasubiri huduma za upasuaji kwa muda mrefu. Mgonjwa anakaa miezi kumi na mbili. Anatumia mpaka milioni tano mpaka milioni kumi kusubiri upasuaji hali inayompelekea kifo na ndugu wanakasirika. Sasa wanasema hatuwezi kulipa. Ninawaomba tujirekebishe katika maeneo yote ambayo kesi za namna hii nimezisikia. Ninawaomba tubadilike pale ambapo kumekuwa na changamoto za namna hii na maeneo mengine nimearifiwa kwamba wakati mwingine inakuwa vigumu kuwapata madaktari bingwa, kunakuwa na intern, wale madaktari wa mafunzo kwa vitendo ambao baadhi yao si waaminifu, wamekuwa wakiomba rushwa kwa wagonjwa, wamekuwa wakiomba rushwa kwa wagonjwa, baadhi yao wasio waaminifu. Vitendo hivi na rushwa hizi wanaziomba ili wapangiwe tarehe ya karibu ya upasuaji au kupatiwa huduma. Vitendo hivi kuanzia leo sitaki kuvisikia, sitaki kuvisikia. Pale ambapo tumewaweka madaktari kwa vitendo, tuwasimamie, tuwasimamie kuona mienendo yao pamoja na kazi nzuri wanayoifanya baadhi yao, lakini kumekuwepo na changamoto. Mgonjwa anakaa miezi kumi mpaka miezi kumi na mbili hajapangiwa upasuaji kwa sababu aliomba rushwa apangiwe tarehe ya karibu. Vitendo hivi si vitendo vya Kitanzania, sitamani kuendelea kuvisikia nikisimamia sekta hii kama waziri mwenye dhamana.